Kuna kitu mmoja umefanya ambacho kimefurahisha Wakenya sana mm, kuhusiana na swala la Raila Junior Challenge. Yeah, mtazamo wako, na kwa nini ukaamua kufanya vile? Kwa sababu umefanya jambo la maana sana wajua, Ujaumbika waona, na mimi eh? mm -hmm. Kama mzazi ilimpoteza, yes. Mtoto wangu kijana um, akiwa na miezi nane, okay. Yeah, kama mzazi sijawahi pona mpaka wa leo, na wakati nikiona mtoto kijana wa kiafrika namkumbuka mtoto wangu wa kiume. mm -hmm. Na kwenye familia yangu nina ndugu yangu ambaye ananifuata mtoto wake alipata ulemavu akiwa na miaka mitano. yes. na mpaka saa hii kama familia hatujawahi pona kwa uchungu kama huo, waona eh? yes. Kilichoniuma zaidi ni kwamba hii familia tumepoteza mtu wa maana sana tena sana. tumepoteza Kenya. yes. na tunamwona bado. Tuko katika hali ya huzuni, inahuzunisha kabisa. Wengine wetu bado tumeshtuka, bado hatujaamini, na sielewi ni kwa nini mtu anapata haja ya kwenda kumchekelea mtu ambaye hata hausiki na yeye, waona? mm -hmm. mm -hmm. si, si, sijaelewa mpaka sahii. Imeniuma, imeniuma sana kama mzazi, kwa sababu hii familia sahii wanatuhitaji sisi tusimame na wao. Wamekuwa wamesimama na sisi wenda directly or indirectly true na mm -hmm. Junior Raila junior amekuwepo hajatokelezea, jana wanakutukana mm -hmm. wa mtu kilichowafanyikia ni kwamba amepoteza babake. Sasa sijaelewa mali maumbile yake

Hivyo ili niuma na sitawaacha hawa watoto mimi. Nitaenda waokota moja baada ya mwingine. Hata mama amesema, ingawaje mama amesema mwasamehe, huwezi kuwasamee kwa sababu uwezi kuchekelea ulemavu. Ulemavu ni ugonjwa, ugonjwa sawa, na she explain sana kuhusiana na uo ugonjwa. Na wasipo wasipo tiwa adabu hawa watoto, yes. Utakuja wapiga wale walemavu barabarani. mm -hmm. Wasema hataki kuna wale walemavu malipopote, wajua kweli? mm -hmm. Imeniuma. Imeniuma sana. Kwa hivyo, kwa hivyo kwa njia moja au nyingine, Madam Bosa kode ili swala la the computer misuse and cyber crime uh, uh, bill ambayo ilisainiwa juzi na His Excellency the President William Ruto

sababu ya hii hii gadget mimi, kama ningekuwa president ya hii country yeah. Naona kama ningechukua simu zote, watu wakae kama kitambo bana, hata hizi <laughs> ma TikTok ma Facebook ma Instagram zifutwe kabisa, mnaka watu wamekosa heshima mm. Very true pengine madam yeah. boss madam boss yeah. kidogo uh, sasa hivi pengine, je, unadhani pengine ni uh, azma ya watu kutaka kutrend kukuwa famous eh. Hey. Ndio inapelekea wengine mpaka kufanya mambo wanafanya katika mtandao sasa hivi Ha, hawa watu hawakulelewa vizuri, huwezi kuwapata watoto wangu, pia wenye wako, watoto wangu pia wako kwenye social media. Umewahi kusikia wakitukana ili waweze kutrendi? Hawa kutukana, these are mental cases. Kwa mfano kule TikTok, ile ni mental hub. Hawa ni watu washikwe wakapimwa akili kama kuna kitu ndani. Labda kichwa tulizika, inaitwa nini ile? Umbilical cord tukatulizika, binadamu tukaja, umbilical cord kama wazazi na inaona ni kwamba mimi nitaashiria vidole kwenye wazazi. Mimi siwezi kubali mtoto wangu mm -hmm. aende akaanza kufanya vituko kwenye TikTok ili aweze kupata kutrend. Na kutrend inalipa mtu pesa ngapi? Mimi siona tusiwa kila siku mwae, yes, kulipa sababu ya kutusiwa. Uh, ayailipi Asante, in, this is total disrespect and asante. And humiliation. Shukran sana madam boss, na pia toa pole zetu kama Pwani FM na kipindi cha TSA kwa Mama Ida na familia Tafadhali kuacha kutukana watu, mimi nitatawangusha, wananijua. Na Na kabisa. Ah, ah. Na unakaribishwa pia Pwani FM TSS 10 ukija tu ah.